<coughs> Mm, mimi ningekuwa Mziwanda ningeomba radhi. Mimi ningekuwa ndo Sheikh Muharram Mziwanda ningeomba radhi kwa sababu, kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza kwanza, yaani, si lazima watu kulielewa neno mshangazi, sio lazima, kwa sababu upati kuingia peponi wala usipolijua uingi motoni, sahihi? neno mshangazi. Kwa hiyo sasa wewe ukingang'ania kuwaelimisha watu walijue neno mshangazi, mimi naona hakuna faida. Kama mimi ningekuwa Sheikh Mziwanda ningeomba radhi watu. Sahihi eh? Kwa mfano mimi mi, mi naelewa yeye anakusudia nini kuongea kuongea vile anakusudia nini, mi naelewa e, yeye kakusudia vizuri tu. Mishangazi ni ile mjana mke yenye umri mkubwa, labda walifiwa na wazee wao na waume zao, wakabakiwa na mipesa, wajane. Eh, wajane wana mipesa mingi basi wanatafuta mume mdogo, njoni yoe anamwoa, anakuhudumia yeye. Hiyo ndo mishangazi tuliyokusudia mimi na Sheikh Mziwanda eh, lakini sio jitu limeziniwa ziniwa huko ziniwa limepata pesa katika zinaa alafu ndo liwe mshangazi, ulifananisha na mama Khadija mke wa mtume sallallahu alaihi wasallam paham? Au mfananishe nabii Zulekha yule alokuwa akitaka kumbaka Nabiullahi Yusuf, yule Zulekha baadaye alikuwa mke wa nabii Yusufu, na yeye ni mwanamke mtukufu vilevile si e, katika wale waliotajwa watukufu e, lakini yeye kwa sababu aliolewa na mtume basi ni mwanamke mtukufu Sahihi. Kwa hiyo huwezi kumfananisha yule bizulekha na wazinifu hawa kwa sasa, maana kuna mishangazi mingine mizinifu hiyo <laughs> eh, eh, ndo inataka kuishi na watoto bila ndoa <laughs> hiyo mishangazi hiyo, hawezi kufananisha na watu wakheri, eh, la. <laughs> basi wana Nadhani watu washakuwa wa, wa, wanaelewa sasa hivi e, wamsamehe tu Sheikh Mziwanda e, kwa kule kumtaja mama Khadija na mama Zulekha kuwa e, kuwafananisha na mishangazi e, lakini kama ikiwa mishangazi ya kheri

sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Ama bad, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wataala na kuzihitaji ziada ya rehma na amani zimshukie kiongozi wa umma bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ndugu zangu, katika siku hii ya leo, katika jukwaa letu limepambwa vema kabisa na shekhe wangu Mwalimu wangu huyu Sheikh Shaweji Kipozeo. Nafikiri sote tumepata furaha ya hali ya juu baada ya maswali kujibiwa kiufundi kabisa tena kiurefu na kimaarifa. Sisi tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu na tunamshukuru pia Sheikh kwa kuwa tulizungumza naye tukamwomba kuhudhuria katika jukwaa letu, bila kusita naye alisema Insha Allah Hakuna shaka nipo tayari kuhudhuria katika jukwaa hilo. Kwa hiyo sisi tunamshukuru sana na tunamwomba Mwenyezi Mungu ampe umri mrefu, hamna hamna, basi angalau miaka mia tatu na hamsini mpaka mia nne, ili tuendelee kuvuna yaliokuwa makubwa <laughs> na kaongea mambo mazuri sana mashaallah. Katuweka sawa katika majambo sisi wengine tulikuwa tunajua kwamba tunaposema ile vunja jungu, tulikuwa tunajua ni wale watu wanakwenda katika maklabu mbalimbali, wanakuwa na wanawake, wanazini kwa siku ya mwisho, kwa maana wakisubiria siku thalathini. Lakini alhamdulillah, leo tumepata tafsiri sahihi. Kumbe Kuvunja jungu maana yake ni kula chakula cha mwisho eh? <laughs> Inshallah, hili ni jambo bora sana tumepata kulifahamu kutoka kwa Sheikh Shaweji Kipozeo. Mwenyezi Mungu ampe kheri nyingi duniani na akhera, yeye pamoja nasi. Lakini amewasisitiza sana, kwa maana watu watafute sana watoto ndani ya mwezi wa Ramadhani, kwa sababu mimba ikitunga katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kuna asilimia nyingi kabisa za huyu mtoto ambaye ujauzito wake umetungwa katika mwezi wa Ramadhani kuja kuwa ni mtoto bora, kwa sababu ka katika mwezi wa Ramadhani ni mwezi bora, ni mwezi mtukufu, basi huenda na mtoto huyo atakuwa mtukufu biidhnillah subhanahu wa taala. Kwa hiyo akashauri sana kwa wale ambao wanaobabaisha babaisha katika tendo la ndoa, basi watumie sana dawa hii mkono waidi, ambao bila shaka unaweza kutengeneza amsha amsha nahari ya hali ya juu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kuna watu wanawake wazuri kabisa na wanayo mizigo mikubwa mikubwa, kama anavyosemaga shekhe <laughs> lakini kama hauko vizuri, hata hiyo mizigo mikubwa mikubwa yenyewe huwezi kuionea raha. Unajua masala yanaanza katika mambo ya kisaikolojia, kama alivyosema shekhe, yani maana yake, unapomtazama mkeo katika mandhari mazuri, basi mwili huwa unazalisha aina ya homoni inaitwa aloksitosin, ambayo homoni hii inazalishwa katika sehemu inaitwa alghuddatu alghudda al al, ambayo hii ghudda kwa maana tezi ambayo inaitwa annahamia inapatikana chini ya ubongo na hapa inate, inatonea pia aina ya hormone nyingine inaitwa dopamine. Ikitonea katika damu we, wakati unapomtazama mkeo katika mandhari mazuri, basi hii inatengeneza mwili, unasikia saada kwanza unasikia utulivu, kama ulikuwa na msongo wa mawazo utaona unapoa, kama ulikuwa una hasira utaona zinashuka, na unakuwa katika hali iliyokuwa bora kabisa Amin. Allahu akbar. Kwa hali hiyo biidhnillah, ili uwe imara na uwe vizuri basi fanya fursa ya maksudi kabisa Jipatia mkono waidi, subhanahu wa idi biidhnillah subhanahu wa taala ili mambo yaweze kwenda katika hali iliyokuwa bora kabisa kwa hurma na utukufu wake Allah subhanahu wa taala. Sheikh Kipozeo sisi tunakushukuru sana na tunakuombea dua sana Mwenyezi Mungu akupe umri mrefu, akupe na afya tele kwa hurma na utukufu wake Allah subhanahu wataala kwa sababu kupitia wewe tunapata maadini ma mengi sana inshallah, kwa maana tunapata maneno mazuri kabisa kutoka kwa Allah na kutoka kwa Bwana Mtume Muhammad inshallah. Na hakuna kitu bora duniani kama kala llahu wa qala rasul, hichi ndo kitu bora zaidi ambacho tunapata insha allah biidhnillah subhanahu wataala. Na la mwisho kabisa nieleze tu, hii kuna dawa yetu hii nyingine inaitwa Aramad, hii ni dawa ya macho na ni muhimu sana kwa wale ambao wana mashakili ya macho, dhuufu albasar. Kuna watu wana udhaifu wa uoni wao kila siku, yani anakuwa mdhaifu wa kuona. Lakini kuna wale watu wanaitwa wana maradhi anaitwa albuuru sadidi, kwa maana trachoma. Kuna wale ambao wana glukoma, lakini kuna wale ambao wanakuwa na presha ya macho. Hizi zinakuwa kumi na mbili ndio dozi yake, zichupa ambazo zinatumika ndani ya mwezi mmoja na wakati mtu anatumia, kuna viashiria kadhaa huwa vinatokea. Mmoja, ataona anatokwa sana na uchafu mwingi sana katika macho. Lakini pili katika hilo yani, anapolala mtu akiamka, atakuta jicho kama limefunikwa tena uchafu katika, kwa sababu ndo hisi inavyofanya hii dawa inakwenda kuondosha zile athari, kwa sababu kuna madhara makubwa sana ambayo watu wameyapata, kajikuta anapata eh, presha ya macho jicho kavu pia inaweza kusababisha mtu akapata upofu. Kwa hiyo hii dawa ni muhimu sana, lau kama watu wataitumia kwa utaratibu wake, kheri itapatikana biidhnillah subhanahu wa taala. Kwa hiyo tuipate mkono waidi, lakini tunazo na zingine, mfano tuna haqul mujarrab. Hii ni maalum kwa ajili ya masala ya kisihri, mambo ya kiuchawi uchawi. Lakini kadhalika tunai prostati. hii ni kwa ajili ya tezi dume na tunapoizungumza tezi dume ni kitu hatari sana, kwa maana tezi dume inaitwa almutha billughati alarabiya, na Sheikh wangu anafahamu kwa ufasaha sana na. Sasa hii mutha, kwa maana kuna kuwa na almathanna, kibofu cha mkojo, baada tu ya kibofu cha mkojo chini yake ndio kunapatikana hiyo e, tezi dume ambayo hii miongoni mwa kazi zake za msingi ni kupangilia mifumo ya zile yani, homoni ya kiume ambayo inaitwa e testosterone ambayo hii kazi yake inapopangilia ule utaratibu na zile hawanatul manawi ziwe, yani kwa maana wale chromosomes wawe vizuri katika kwa huyu mwanamume, ili anaposhiriki tendo la ndoa awe imara, lakini kadhalika aweze kufanya talqihi katika buwaidhatun nadija almunfaslatu min arrahmi, ili awe vizuri katika hali hiyo. Sasa kama behi tezi dume itakuwa ina vitu vinavyoitwa ittirabul hormonia kwa maana kuparaganyika kwa zile homoni kutapelekea, sa huyu hii tezi itaanza kuvimba, na inawezekana ikawa na uvimbe ambao alhamid au ghairu alhamidi, kwa maana uvimbe ambao una chembechembe -chembe za kansa au uvimbe ambao hauna chembechembe -chembe za kansa. Sasa hali hii wanamume wengi sana wanakufa au wanapata madhara makubwa sana kutokana na maradhi ya au tezi dume. Hivyo tukakuandalia hii dawa mujarab kabisa kabisa kwa ajili ya kutibia maradhi ya prostate bila ya upasuaji, na dozi yake hizi zinakuwa ni chupa tano hizi, na zinatumika ndani ya masiku 30 biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Prostate ni hatari sana kwa sababu mtu akifanyiwa amaliatul jarahia, yani akafanyiwa operation ana hatari zifuatazo ambazo hizo ni lazima zitajitokeza. Moja, inawezekana akawa, akawa ni mtu ambaye anatokwa na mkojo bila yeye mwenyewe kujitambua, yaani itakuwa hiyo ni hali ambayo itadumu takriban kwa muda kuanzia miezi sita mpaka mwaka na miezi sita. Hiyo hali itakuwa inajitokeza kwa mtu anayefanyiwa operation, hasa katika sala la tezi dume. Lakini jambo la pili, kuna hatari ya kupoteza utendaji wa tendo la ndoa, ikawa haiwezekani kabisa Kuanzia miezi sita mpaka mwaka mmoja na nusu. Na wakati mwingine inawezekana ikawa ndio safari hiyo, kwa maana ndio moja kwa moja ukabaki unaishi na mkeo kama vile mtu na dada yake, mnalala mnaamka, mnalala mna wa, inna ilaihi rajiun. Kwa hiyo kabla ya kufikia katika hatua hizo, ni muhimu sana, mmoja katika wataalamu wanasema wadhawiddaa kabla an yakula fihi

Hakuna namna tena ya kufanya. Kwa hiyo yawahi maradhi kabla hayajafika katika hatua ngumu, kwa sababu anasema hata vita kabla ya kupiganwa, hiyo vita huwa inaanza na viashiria, na hivyo hivyo ndivyo maradhi yalivyo, huwa yanaanza na viashiria. Ukisha vifahamu au kuviona viashiria hivyo haraka sana tumia dawa ili kuondosha vile viashiria biidhnillah subhanahu wataala. Prostate ni maradhi hatari, tumia dawa hii kwa idhini ya Allah subhanahu wataala. Watu wengi imewafaa na tunasema watu wengi kwa maana sio kila mtu itamfaa. A, a, tukikwambia itamfaa kila mtu, tutakuwa tunaongopa, kwa sababu hakuna duniani dawa inayowafaa watu wote, bali ipo dawa inayowafaa watu wengi ndio iko hivyo. Kwa hiyo cha msingi hata wewe unapokuja kuipata prostate weka nia, mwambie Mwenyezi Mungu ya Rabbi, nijalie katika wale watu wengi watakaonusurika kupitia katika asbabi hii nami niwe ni mmoja katika hao biidhnillahi lkarim. Mola atatujalia kila la heri kwa hurma na utukufu wake inshallah. Katika jukwaa letu la leo tumepata furaha, tumepata raha, tumepata ladha, tumepata ilmu na tumepata marifa kutoka kwa shekhe wetu. Allah atujaalie kila la heri sote kwa ujumla kwa idhini yake Allah, na siku nyingine tutamwomba tena shekhe aje atupe makubwa makubwa hapa, biidhni llahi alkarim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.